Tuna furahi kwa kutoa taarifa zenu katika mazoezi yenu haya na mazoezi ni muhimu, kama inavyoelekezwa, mazoezi ni muhimu kwa afya, lakini pia tunashukuru kwa kutoa taarifa kwetu, ili kuweza kusaidia pale ambapo mtakuwa na shida barabarani. Kwa hiyo mara zote ambapo mtakuwa mnafanya shughuli zenu hizi, ni vizuri muweze kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi, ili kuweza kuwapa msaada kusudi muwezi kuwa salama, nyinyi na watumiaji wengine wa barabara. Karibuni sana na vikundi vingine, basi tunawaasa nao waweze kuiga mfano huu wa Nchimbi fitness ili kuweza kufanikisha mazoezi kwa usalama. Tunatoa rai kwa wanavikundi wengine ambao wanafanya mazoezi, basi mazoezi ni mazuri kwa afya, lakini pia wazingatie tu usalama wao pale ambapo wanakuwa wana, wanafanya mazoezi kwa sababu barabara zinatumiwa na watu wengi. Kwa hiyo ni vyema kuzingatia usalama barabarani ili waweze kuwa salama wao pamoja na watumiaji wengine wa barabara, kitu ambacho tunamshukuru Mungu kwanza, watu wameamka leo kwa wakati tofauti na event zingine zozote tulikuwa tukiziandaa, lakini watu wameamka kwa wakati. Lakini pia tunashukuru jeshi la polisi limetoa jeshi la polisi kata Ukonga, jeshi la polisi mkoa wa Kinondoni wametoa ushirikiano wa kutosha sana kwenye mazoezi ya leo. Kitu kingine tulitoa tuli taarifa kabla ya kuanza mazoezi. Kwa hiyo tulipita Ukonga, tukatoa tuli taarifa kwenye kanda ya polisi pale, tulitoa taarifa mkoa wa Kinondoni trafiki. Kwa hiyo wakajipanga wewe barabarani, walitupa ushirikiano wa kutosha, walitupa elimu kuhusiana na masuala ya barabarani. Kwa hiyo watu wangu leo, asilimia kubwa walikuwa wako fiti sana kwenye mazoezi ya baiskeli, kwa sababu pia usalama barabarani ulikuwa uko safi. Kwa hiyo magari yalisimamishwa, pikipiki zilisimamishwa, Nchimbi Fitness walipita kwa amani sana kwenye, kwenye, kwenye barabara leo. Leo ni tarehe ishirini na sita lakini mtaani, mtaani kuona maneno mengi mengi yn yani, wana kutokuwa na utulivu. Hii event kwa tunatarajia kuwa na watu kama themanini, sabini, lakini watu hawakupungua, pia kutokana na uongozi wa Nchimbi Fitness, namna ambavyo tulikuwa tumejipanga tuliwaonesha watu vibali na niko watu wakahamasika, waka na wakajitokeza, yani watu wamejitokeza kuanzia jana, wamejitokeza kwa wingi sana, tumeshiriki baiskeli kwa pamoja, na utulivu ulikuwa wa kutosha kuliko ambavyo watu walikuwa wanazungumzia kwamba, hapana, tukifanya mazoezi kutakuwa hali sio shwari na nini. Tanzania iko shwari, na kitu kingine ambacho kimenitia moyo, nimeamini mimi na familia yangu pia naweza kuwa niko shwari, jeshi la polisi pia liko imara Eh, hali ni shwari ushirikiano mkubwa hali ni shwari vile ambavyo tulikuwa tunatarajia tunaweza kukanyua kibali cha kufanya mkusanyiko siku hiyo wametupa kibali wametoa ushirikiano kwa hiyo hali ni shwari tunaisubiria 29 kila mtu afanye maamuzi yake na kwanza kwa majina naitwa Godfrey Daniel Mwipaja almaarufu kama G5 Tujishughulishe na mazoezi, tujitahidi kufanya mazoezi. Mazoezi ni kitu kizuri sana. Mimi mnavyoniona siku hivi nilikuwa na kitambi, nilikuwa naendekeza mapombe. Sasa hivi nimeacha pombe, sasa hizi niko busy na mazoezi. Chimbi fitness ina fursa nyingi pia, ukiacha mazoezi kwanza unapata elimu ya mazoezi, pia kama hivi unakutana na watu tofauti tofauti. Leo hapa nimekutana na Clouds FM, nimekutana na polisi wakubwa eh Oyster Bay hapa niko Asley, eh tumekuja tumetoka na baisikeli zetu maana ni kila, kila wiki kushafanya mazoezi ya jimu yale, tunaingia barabarani. Kushaingia barabarani, ndo kama hivi, ndo kutana na tofauti tofauti, tuna, tuna fresh akili. Kwa hiyo mchimbi fitness ni suluhisho, kwanza kuna fursa pia nyingi humu humu, kwa sababu unakutana na watu vikundi vingine tofauti tofauti, tofauti. kuna watu wengine ipo katika level fulani mwingine hivi, hivi. Wewe una kitu fulani, unapata nafasi za connection. Kwa hiyo humu humu tunajikuta tunafahamiana, vitu vinasambaa. Jamani, tusikae mtaani, tujichanganye, tufanye mazoezi. kwa jina naitwa Zakayo Jioni Makofila. mimi kama Zakayo Jioni Makofila, kwanza nafurahia kuwa katika, katika katika Nchimbi Fitness. Nchimbi Fitness kiukweli, imetubadilisha mambo mengi sana. ninapokuambia ndugu mwandishi, mimi kipindi naingia na nini Nchimbi Fitness, kwanza sikuwa hivi Sawa nilikuwa ni minyama uzeme kwenye mikao vyovyo. Sawa, baada ya kushauriwa kuingia chimbi fitness, nikajikuta nimepunguza nimepunguza nani.